Hidaya, karibu sana. Asante. Umetokea mm -hmm. wapi? Umetusikia wapi? Mzaliwa wa Tabora ni mm -hmm. Nimewasikia ni kupitia njia ya TV, nilikuwa naangaria TV kau okay. Nikakutana na mahojiano ITV kau mm -hmm. Nikawa nimechukua namba mm -hmm. Nikawa nimewatafuta tunikaja mm -hmm. Ukaja no, wakati huko Tabora ulikuwa unafanya nini? Kwa ni hmm. Tabora, nilikuwepo nyumbani tu, nilikuwa na tunalima tu na wazazi. Ndio ulivyo tusikia ulivyo tuona, ukaona hii ni fursa sawa. Una malengo gani? Mimi lengo langu kubwa ni kujitegemea, kujitegemea. Yeah, sipendi kutegemea, yaani sipendi kutegemea mtu, kujitegemea mwenyewe. mtuia hmm. Okay, na ushajua labda kuna biashara au kitu ambacho unataka kuja kufanya baadaye, baada ya yani, baada ya hii kazi. Ah baada ya hii kazi. Mm. Napenda nije nikuwa mfanya mfanya biashara. Sa, biashara. Ni biashara gani unatarajia kuja kuanza au unajua? Nicho ninachotegemea biashara nayo tegemtaajia, ni kwamba nikishapata mtaji nitarudi, mm. kijijini niwe nakusanya na nafaka mm -hmm. na kuja kuuza huko mjini. Idea ya biashara hiyo, mwanadamu yoyote yule yani hata anayekwambia ana hela hela akula nayo, lakini mwingine kwenye nguo atasema mimi sina hela yo Ongera kwa wazo zuri, yani biashara za nafaka. Uwaga mwenyewe naziakmaa, najua mtu anayeuza nafaka hawezi lala njaa. Sawa, kwa hiyo wazazi wako uliwaaga kwamba unakuja kufanya kazi, walipokeaje hicho kitu? walipokea kwa utofauti, lakini utofauti kivipi? Walikuwa wanaona tu mtoto wetu, tubaki tu hapa, tulime pamoja mpaka utakapopata tukuozeshe, yani uh -huh. Ukua, nani kwa baba yangu uh -huh. alikuwa na mtazamo mbaya uh -huh. anasema kwamba huko wananyanyasika, huko mateso uh, huko kwenye kazi hizo za nyumbani. uh -huh. alikuwa hana imani kwamba mdada wa kazi alipi kwanzia laki moja kupanda huko juu. uh -huh. kwa hiyo yani akawa ya kama vile anapingana nacho, lakini kwa uh -huh. upande wa mama alinielewa. uh -huh. Akasema kila kitu yani kikubwa ni kumtanguliza Mungu nakuenda upafahamu. uh -huh. uh -huh. w mwambie Mungu kwamba nakwenda huko siku juu ya kutangulie ikawe wow. ukweli na ukafanikiwa. Baada ya siku mbili tatu, wakao wameongea uh -huh. walikubaliana, wakaliruhusu wakakuruhusu kwa hiyo ulivyofika hapa umeshawambia kwamba nimefika, nimewafahamisha. uh -huh. mm -hmm. mhm mm -hmm. Mm, wamefurahi kwamba ulikuwa unaenda sehemu ambayo ni sahihi eh, maana picha linaanza kwanza unakokwenda hukufahamu, mm, una ndugu zako kule. mm -hmm. Kwa hiyo kwa mzazi yoyote lazima apate mashaka. mm -hmm. hata ingekuwa ni mimi lakini kama umeshafika na umeona wewe mwenyewe ni sehemu salama, maanake umeshatoa, umewaondoa wasiwasi. ndiyo. mm -hmm. Sasa hapo, mtazamo wa baba ni mtazamo wa wazazi wengi sana Tanzania kwa sababu huko tunakotoka, hizi kazi za ndani kweli zilikuwa zina hizo changamoto za manyanyaso, watu wengine wanapiga wadada, wanawakatili lakini kwa awareness ambazo zimefanyika kuhusu kazi za ndani kwamba ni kazi kama kazi nyingine, ni kazi za staha, na wale ambao walikuwa na mitazamo ya kuwapiga wadada, wako baadhi ambao wamekuwa wanachukuliwa pia hatua za kisheria. Naona hilo siku hizi. Aidha kwenye kwenye mradi wetu, kwa kweli haitokei, na ndio maana wadada hapa, tuna mikataba, tunawaambia ukienda ukapata shida, aidha bosi anakutukana au kuna dalili zozote za ukatili unyanyasaji, utufahamishi. Kwenye mradi wetu, nafikiri kutokana na brandi yangu pia, nimekuwa ni ni mkali sana kwenye ishu za ukatili na manyanyaso. Kwa hiyo nina uhakika anayekuja hapa amejipanga, <laughs> sio mtu anayepiga wadada eh? Umeona, na kwa sababu hawawezi kufanya kazi zao wenyewe, wanahitaji kwenda kwenye biashara zao, wanahitaji kwenda kwenye maofisi yao lazima wawe wa na adabu, yani wajifunze sasa kuwaheshimu wadada wako, wa, wa, wa, mabosi wengi ambao siku hizi wamelazimika kwamba hawa wadada na wao ni wana haki zao wa. Kwa hiyo nahitaji huduma yake, inabidi ni muheshimu, akae vizuri kwenye nyumba yangu kwa usalama na mimi nikae naye vizuri. Kwa hiyo nashukuru kwamba hiyo tuko sehemu nzuri sana. Mm -hmm. Hii nasema kwa wazazi ambao wanaogopa watoto wao wakienda kwenye hizi kazi watanyanyasika, sio dunia sasa hivi. Mm -hmm. Eh, hakikisha tu mtoto wako umemlea katika hali ya kujitambua. Ukinyanyaswa atoe taarifa. Maana huwezi kumshikilia siku zote. Sasa mtoto kama huyu, haya kesho na kesho kutwa, mzazi umetangulia mbele zake yake. Kwani dunia tunaishi milele. Sasa ukitangulia ukawacha watoto nyuma hujawafundisha kujitegemea, unawacha kwenye hali gani? Sasa atam, at nani atamshauri kama we utakuwa haupo na mtoto? Ndio ulimlemaza hajui afanye nini. Kwa hiyo badala mnafikiri mnawalea watoto kimayai ile, ah, sitaki mwanangu unyanyasike. Siku utakayokuwa haupo atanyanyasika na hatajua afanye nini mpaka hmm. wamefika walipo. Kwa hiyo ndio hivyo, yani dunia ndivyo ilivyo. Mungu ametengeneza mfumo huo kwamba lazima mtu aanze kwa ugumu, ajifunze maisha, afu baadaye ndio anakuwa imara. Hizi changamoto ndio zinatuimarisha. Haya, Dada Hidaya, karibu sana, uende ukachape kazi kwa bidii ili uweze kutimiza ndoto zako, sawa. Sawa, eh? Sawa, haya jamani, nawatakia kila la heri, takapopangiwa kazi mwende mkachape kazi, sawa. Hapa kwetu hakunaga kitu kama manyanyaso hapa, kuna shule tu, kila kitu ni nini? Ni shule, sawa. Nasisitiza hicho kwa sababu hicho ndo kikubwa ambacho bado hakijasinki kwenye akili za wadada wanaambiana tu hizi kazi na manyanyaso. Hakuna kazi ambazo hazina manyanyaso, na uwezo wako kwa sasa kuja ujenga ambao ni mkubwa. Ungekuwa umejenga uwezo mkubwa sasa hivi ungekuwa huko Ikulu unafanya kazi, si ndio? au <laughs> ungekuwa huko wizara gani unafanya kazi. Kuna kazi hapa sasa hivi, sijui mshahara laki sita mpaka nane, mbona tuoni mtu mwenye uwezo amejitokeza? wengi wanaokuja anataka tu nimpeni jamani kazi kwa sababu nimetelekezwa, nimezalishwa, nimeachwa. Yani kwa sababu ya shida zako hakuna mtu anakupa kazi. Kwa sababu wewe una shida watu anakupa kazi kwa sababu wewe una uwezo. Kwa hiyo siku zote jenga uwezo wako, hautapata shida za hela. Jenga uwezo wako, sawa, na sio uwezo wa kwenda kukatikia wanaume. Tutoke huko, hizo ni kazi za laana, sawa. E, mi nanyosha maneno Wanawake wengi uwezo wa kukatika wanao mkubwa sana, lakini sio njia sahihi ya mafanikio sawa. Eh, njia sahihi ya mafanikio ni kujenga uwezo wako kiakili, kifikra na kufanya kazi kwa bidii. Ukifanya hivyo maisha yako yote mpaka unaondoka kwenye hii dunia utaishi vizuri na utarithisha watoto wako, sawa? Jamani, ndio haya, karibuni sana, asante haya, jamani.